Na polisi huko Kisumu walimkamata mshukiwa mmoja alimfyatulia risasi afisa wa usalama mapema hii leo. Mshukiwa huyo aliyetambuliwa kama Kevin Oduor anadaiwa kuwa na watu wengine wawili waliofumaniwa katika soko la Nyamlori kaunti ya Kisumu. Maafisa wa polisi pia walipata bunduki aina ya AK47 na risasi saba. Soko la Nyamlori lilikuwa na vurugu saa moja asubuhi. Wakazi walitaka kumfumania Kevin Oduor, kijana wa miaka ishirini na moja ambaye alijaribu kukabiliana na afisa mmoja wa polisi aliyekuwa akishika doria katika soko hilo. Polisi alimwangalia tu hivi, akaona kitu kingine kama bunduki kwa nguo ya huyo mjamaa. Enyewe alimuuliza baadaye, huyo mjamaa akaanza reaction, akatoa hiyo bunduki, akaanza kubishana na huyo mpaka wakapigana. Kuachana hivi ati, apiko ingine ikakuja ikaangia ghafla, huyo jamaa akapanda piko. Kufika kwa getu huko akasuka kwa pi kapiko, akatoa bunduki kumaliza huyu mutu ya piko. Hata saa hiyo masekuriti yetu hatukuwa zimeenda zilikuwa tu wako kisha ndo kidogo nikasikia mlio wa bunduki. Sasa nikaza ah, ni paruti ama, lakini hiyo ni mlio wa bunduki, hiyo si paruti. Ndio sababu yenye bado najuazia kujiuliza, ndo nikasikia mtu ameruka. Ni kijana mdogo tu, si mkubwa, akaruka na alikuwa na hiyo bunduki. Baada ya makabiliano ya saa moja, Oduor alipatikana amejificha kwenye tangi maji la maji, jaribio lake la kuficha bunduki pia likisambaratishwa We Mshukiwa amezuiliwa katika kituo cha polisi cha Kisumu Central. Huku polisi wakiendelea na msako dhidi ya washukiwa wawili waliotoweka, wakazi wametakiwa kushirikiana na polisi ili kuimarisha hali ya usalama. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.